Soka la Tanzania, mambo yakoje kwenu wachezaji? Uh, uh, kwa niaba ya captain na kwa niaba ya wachezaji wenzangu tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo wa kesho. Najua tunaenda kukutana na mpinzani bora zaidi. Uh, nikisema bora zaidi namaanisha kwamba alikuwa bingwa msimu uliopita na amekuwa bingwa, uh, uh, kwenye mashindano ya Sekafa. Kwa hiyo tunaenda kwa kumheshimu lakini pia uh, tunaenda kuanza safari ya malengo yetu ambayo tumejiwekea msimu huu kama Yanga Princess. Kwa hiyo malengo yetu ni ubingwa, na hauwezi kuwa bora kama hujashindana na walio bora pamoja nawe. Kwa hiyo tunaenda kwa kuheshimu na tunaenda kuanza hatua uh, katika malengo yetu na ndoto zetu ambazo tumejiwekea uh, timu katika msimu huu. Sawa. Uh, uh, naomba nijibu swali la mwanzo uliosema kwamba niliondoka nikiwa na kiwango bora uh, nikiwa Yanga Princess, na nimerejea nyumbani uh, watu wanatarajia makubwa uh, kutoka kwangu, na mimi kwangu nalichukulia ni kama deni ambalo nahitajika kulilipa kwa maana kwamba kuwa bora uh, zaidi ya vile ambavyo nilivyokuwa. Uh, sitachukulia kwamba nilivyoondoka ndivyo niwe vile vile Hapana, na, na na kazi kubwa ya kufanya ili kuweza kuwa bora zaidi. Na swali la pili nikijibu, kwamba tunaongea nini tukiwa kambini, tulishaanza kuongea mengi tangia tumeanza kuingia kambini, na siku zote tunaendelea kukumbushana, tunaendelea kusapotiana katika kufikia malengo yetu. Kwa hiyo morali ipo juu na naamini kesho tutafanya vizuri inshallah. Asante. Uh, Mynaco, lakini tunalizungumziaje shindano lenyewe? <laughs> cha kwanza linatusaidia kujua kwamba sisi wachezaji wa kwamba tumefikia levo gani ya kujipima kwa sababu, bora, kwa sababu tunakutana na wachezaji bora. Kwa hiyo kukutana na bora ndio uta, utajijua.